Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana jana usiku eh, ni siku ambayo Harmonize Konde Boy aliamua eh, kufanya pati kwa ajili ya kupromoti zaidi ngoma yake ambayo inafahamika kwa jina la Finally. Eh, hii ni nyimbo ambayo ameshirikiana na yule msanii ambaye alishawahi kushirikiana na Diamond Platnumz katika wimbo wa Baila. Aa, na huyu msanii ni mkubwa lakini yeye huwa aimbe anapiga violin. Sasa ni msanii ambaye hivi karibuni amefanya kazi na Harmonize Conde Boy na nyimbo inaitwa Finally. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimetrend sana huko mitandaoni, watu wengi sana wameweka maoni yao kuhusiana na hiyo issue. Na katika hiyo pati bwana, kuna wasanii wenzi ambao alienda kumsupport kama vile Abigail Chams pia alikuwepo, japokuwa Harmonize amesha clear the air kwamba Abigail si mpenzi wake, bali ilikuwa ni promotion strategy ya wimbo wa Me Too wa Abigail ambao amemshirikisha Harmonize. So this time around ni kwamba wamefanya hii pati. So Abigail Chams alikuwepo kumsupport Konde Boy. Pages zimeripoti, watu wengi sana wametia maneno yao kuhusiana na hilo swala. Lakini pia mastaa wengi sana alikuwepo. Kama vile alikuwepo Ommy Dimpoz. Umeona yuko mara nyingine tena. Na hii ni E, ni mara chache sana tunamuonaga Ommy Dimpoz akiwa yuko karibu na Harmonize. Uaga wapo karibu hivyo, lakini this time around tumemwona Ommy Dimpoz nae e, alikuepo katika pati hiyo ya Harmonize. Na tunafahamu kwamba Ommy Dimpoz bwana, kumekuwepo na rumors nzito ambazo zinamuhusu. Yeah. E, kulikuwa kuna hizi rumors za kusemekana kwamba Ommy Dimpoz bwana amefukuzwa kazi pale GSM kutokana na baadhi ya vitu ambavyo wa vimetokea. Watu wanasema kwamba, wengine wanasema kwamba labda kuna amekiuka mkataba eh, kuna maneno alizungumza yamemgarimu. Wengine wanasema kwamba bwana, kuna pesa amezichukua na vitu vingine vingi sana, hivyo ni vitu ambavyo vinasemekana, lakini pia tumemwona kwa mara nyingine tena, tunaweza kusema kama vile ndo mara ya kwanza Ommy Dimpoz ameonekana publicly katika eventi ya wasanii wenzie. E, tumemwona Ommy Dimpoz hapo katika hiyo pati ya Harmonize Konde Boy. Lakini ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho tume notice ni kwamba Abigail Chams, ukaribu wake na Harmonize upo tena, upo kwa kiasi kikubwa. Na Abigail, watu wanahisi baada, bwana kwamba baada ya kiki, kinachofuata sasa, Abigail kweli, Harmonize atafanya kweli